Watu wengi wamekuwa scammed na wametapeliwa wame, wame sana. Nimejaribu kushare tips mbalimbali za mbali, namna watu wanapokuwa wanawascam watu, lakini labda nilichoshea mimi ni cha kizamani unaona, ni utapeli wa kizamani ambao uh, ulikuwa unafanyika miaka hiyo, maybe labda sasa hivi kuna, kuna, kuna utapeli mpya unaona. Kwa hiyo, nikaona tafuta njia gani ambayo uh, naweza nikawasanua Eh, kwa sanua samani, natumia lugha za kiuni au kwa sanua kwa, kwa lugha nyingine, ni nini kuwaweka wazi he, he, watu kwamba bwana, kuna hiki na hiki na hiki, kuna utapeli huu na huu na huu ambao umeingia, uh, ambao basically pia uh, unawaumiza unawaumiza unawaumiza unawaumiza watu sasa. Nika mara ya kwanza nilifikiria nikasema bwana Uh, nitaka kusema kwa sababu mimi napenda sana, unajua kupitia comments zenu pia na mimi najifunza, unaona. Kwa hiyo the way jinsi mnavyokuwa mnaengage kwenye comments na kuwa najua kabisa kwamba hapa kuna shida sehemu hii na hii na hii na hii na hii sehemu hii na hii na hii tilia mkazo. Actually, kuna comments nyingi sana ambazo nimezinoti, ambazo niko nazifanyia kazi kuangalia namna gani naweza nikazijibu kwa njia ya video, ili kuwasaidia wale watu ambao kunakuwa na, na, na, na ukakasi na kazi nyingi, lakini hii pia ni sehemu ya kazi yangu kujaribu kuisaidia ku, ku, ku, ku jamii hasa ambayo inanizunguka ina. So mara kwanza nilifikiria nikasema, kwamba uh, maybe labda uh, kila mtu ambaye ananifuatilia hapo, kama ulishawahi kuwa skamdi au kutapeliwa, maybe uandike chini, labda jina la trader au mentor ambaye alikutapeli hapo chini, uandike na tarehe, jinsi alivyokutapeli. Lakini nikaona sio nzuri, haitaleta picha nzuri, hasa kwa jamii naona italeta conflict alafu, unajua kwenye mambo ya mitandao wanaheshimu sana uh, community unaona, kwa hiyo itakuwa inaenda kinyume na masuala ya, ya the way jinsi communities navyo zinavyoishi kutakuwa na mambo ya conflict. Kwa hiyo hiyo kitu nikajaribu kuiepuka na nimeiepuka, na si recommend watu kufanya hivyo, ila kitu ambacho naona nafikiri ni the best ambacho nafikiri yawezekana, kuna vitu ambavyo mimi nimevizungumza, mtu mwingine afahamu unaona, the way jinsi watu wanavyokuwa wanavyokuwa scammed. Sasa nilikuwa ningependa tujaribu ku interact wote kwa pamoja kwa sababu, mimi nawapenda sana nawapenda sana nyinyi ambao mnaendelea ku subscribe na ambao mnaendelea kunifuatilia kila siku na ambao mnaangalia kila kila video, actually naangalia namna gani, pia nyinyi ambao mnakuwa mnanifuatilia kwenye kila video naweza nikafanya namna au nikafanya jambo unaona, so Uh, the best way ambayo mimi nimeona nimeona ni kwamba tujaribu kuengage wote kwa pamoja, tusaidiane, kwa sababu pengine hata na mimi mwenyewe naweza nikajifunza kutoka kwako wewe ambaye unanitazama una. Kwa hiyo nilikuwa naomba au na nahitaji na, na, na kitu kimoja kwamba na wewe ambao unanitazama, kama ulishawahi kuwa scammed au kama ulishawahi kutapeliwa, hebu naomba uniandikie hapo chini kwenye comment. Unaona, nione ulitapeliwaje au ulitapeliwa nini, na ulijuaje juaje kwamba tayari umeshatapeliwa? Je, uliuziwa roboti ambayo alifanya kazi? Ilikuaje kuaje mpaka ukalinunua ile roboti? Ulilipia mentorship, mwisho wa siku ajikuta akufanyie kazi? Ulilipia mambo ya signal na vitu kama hivi? yani Sometimes mtu anaweza akakupromise vitu alafu asifanye hata kama ni mimi nilifanya hivyo hebu dondoka hapo kwenye comment wa uandike lakini chonde chonde naomba usi, usi, usi, usitaje majina ya watu usitaje majina sili comment kuandika majina ya watu hapo chini, uwetaja the way jinsi ulivyokuwa ulivyokuwa scammed. Ukiandika hapo, yawezekana kuna mtu mahali ambaye alikuwa anataka kufanya hii biashara, akaona hapo chini then akawa aware zaidi, unaona. Kwa hiyo tukajaribu tuka, tukaendelea sisi wenyewe kujiongezea awareness, maanake natakiwa tujilinde sisi kwa sisi. Sisi, sisi vijana ndio inatakiwa tulindane. Actually naamini hii biashara inafanywa sana na vijana. Unaona, no, that's why nimebe sana kwa vijana, japokuwa kuna watu wazima ambao wamevuka kwenye ile age ya ujana na no, wenyewe pia wanafanya hii biashara au pia wanapenda kujingia kujingi, jiko. Kwa hiyo unaweza ukaandika hapo chini watu wakajua hatari zilizopo na the agents walivyokuwa scammed. Kwa hiyo siku mtu akikutana na scenario ambao ameisoma hapo kwenye comment anajua kabisa. Hapa, mm, kuna hapa kuna hapa humo kuna menta umu amna amna menta unaona. Kwa hiyo inakuwa ni rahisi yeye kufanyaje kukimbia. Hebu tusaidiane, jaribu kujiengage hapo kushuka chini na comment. Nitafurahi sana nikiona comment yako pale chini na nikajifunza pia, kwa sababu hata mimi pia natamani kujifunza kutoka kutoka kwako kutoka kwako. Unaona, hakuna mtu anayejua kila kila kitu, kwa hiyo natamani sana kujifunza. Kwa hiyo nafikiri hii ndio njia bora kabisa ya mimi na nyinyi kuengage hapo chini kwenye comment, na mimi nitakuwa napitia comment na nitakuwa nazijibu. Unaona, na pia kama kuna comment ambayo itanigusa zaidi maybe au baadhi zote, naweza nikazifanyia summary, unaona tena, nikazitengenezea nikazitengenezea video. Nikukumbusha, hakikisha una subscribe, una like una comment na una turn on notification. Naomba tusaidiane tushirikiane kwenye hili uandike hapo chini, ili tuendelee kuwafikia watu wengi zaidi na kuiponya jamii kwa ujumla. Tukomeshe hivi vitendo viovu.